Kama mechi ingemalizika kwa magoli mawili kabla ya Selemani Mwalimu kufunga goli la tatu, ungesema ilikuwa ni siku ambayo Simba katika viwanja vyao mazoezi mm. katika mipira ya adhabu ambao wamefanyia mazoezi basi ilikwenda kuwalipa, au mipira ya, ya, ya, ya, ya kutenga basi ilikwenda kuwalipa kabla ya goli la Selemani mm. Mwalimu sababu goli la shamu ilikuwa kwa ni kona, goli la rushini ilikuwa ni mpira wa kutenga wa adhabu ambao alipiga Neo Maema. Zote, set pieces. Zote, zote mpira wa kutenga lakini goli la mwalimu likaja kutoa tafsiri nyingine kwamba hata kwenye njia ya kucheza kawaida Simba inaendelea kutengeneza nafasi mm. na wana wachezaji ambao wanaweza kutumia hizo nafasi ambazo wanazitengeneza so, so. Ukitazama Simba katika michezo miwili iliyopita, mechi ya kwanza tofauti na mechi ya pili lakini hata uchezaji pia na squad selection pia imekuwa imekuwa tofauti mm. Kwa mfano, toka mechi ya Haborone ya pili, mechi iliyofuata dhidi ya Fountain Gate, kwenye ligi kuu mechi yao ya kwanza mm. Na mechi ya jana kuna baadhi ya vitu ambavyo Matola amejaribu kuangalia kwamba baada mba mm. ya mabadiliko kufanyika fulani aliyoingia alinipa kitu gani, na mechi inaofuata naingia kwa mguu gani hiyo ni kitu ambacho ali, amezingatia kiasi ambacho kijana uh, Morris Abraham amepata nafasi, hmm, amethibitisha. Ndiyo, kwa kuonyesha kwamba yeye ni bora kiasi gani ama anaweza kuofa kitu gani kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Lakini angalia ingizo la Joshua Mutale kwenye eneo la namba kumi, moja ya eneo ambalo Simba wame wamekuwa na hasonalo ni kumpata namba kumi ambaye atakuwa anatulia katika muda ambao wao wanamhitaji wana, wana kumalizia mpira wa pili asiwe na papara mm. Muda ambao anahitaji kumuona namba kumi uwanjani umuone, mm. Muda ambao anahitaji mchezaji mkubwa aonekane kiwanjani awe anaonekana. Jana Budo alikuwa anacheza namba kumi, yes alikuwa anacheza nyuma ya ya, ya ya mshambuliaji kwa sababu Ndiyo. Uh, pembeni alikuwepo uh, Morris Abraham mm. alikuwepo pia na elimpa uh, uh, kuna muda ulikuwa unaona yeah. Kuna mabadiliko ama kuna ulesema uhuru wa mchezaji mm. kucheza mm. Mutale anashuka mpaka chini, anapiga zile pasi yeah. fupi fupifupi, ambazo unatamani kuona uh, timu ingekuwa imepata ime, ime muda mwingi wa kuelewa kile ambacho kinatokea ama mwalimu anataka kitokee mm -hmm. kupitia Mutale basi wangetengeneza nafasi nyingi zaidi ya zile mm. na huenda mm. kuna wachezaji wangekuwa na siku nzuri kazini mm. basi wangefunga magoli zaidi ya yale matatu ambayo amefungwa, na tofauti na yale magoli pengine ya mpira kutenga magoli ambayo amefungwa mfano mm. uh, kama mpango angekuwa na siku nzuri kazini jana, yani ame miongoni mwa wachezaji ambao walipata mpira katika maeneo ambayo anasema hii ni move ya goli, lakini mpira kwao unapotea sehemu ambayo alikuwa anapokea mpira kufanya maamuzi, akati anapoteza mpira Simba alikuwa anaua baadhi ya mashambulizi, lakini kwa namna unamuona, Matola alikuwa anafanya kazi kubwa sana mm. ya kupiga pasi fupifupi kufungua zile kode ama kufungua sehemu ambazo zimefungwa za safu ya ile timu pinzani kirahisi, tena alikuwa anafika isivyo bahati kwa nafasi ambazo zimetengenezwa washambuliaji ama safu nzima kuanzia viungo mpaka mshambuliaji wa mwisho, pengine walihitaji nafasi nyingi zaidi ili wapate moja, angalau goli moja moja mpaka pale ambapo safilini ilikuja kutengeneza au mazingira. Uh, mbali na hapo, nakuja kuangalia namna ambavyo uh, Matola anajitahidi kutengeneza ukaribu baina ya ya Amini Kagoma pamoja na Alasane Kante sa, sa. Uh, kuonesha utulivu kwa Alasane, kwa maana kumwambia huyu ndio partner wako tuoneshe kile ambacho unacho. Baada ya hapo angalia mabadiliko ambayo anakuja kuyafanya mm. uh, alivyoingia Neo Maema jana ameonyesha kwamba ni mchezaji ambaye, kama ataendelea kupata nafasi, ataendelea kutulia hata ukuwa na presha kwenye mabega yake mm. anaweza akajibu swali ambalo linaendelea kuulizwa kwenye kikosi cha Simba, baada ya kuondoka kile tasichama au baada ya kumwona huwa kwamba haonekani moments nyingi, huenda akaja kuonekana na yeye kwenye hayo mazingira, na kutokana kile ambacho alikuwa anakiofa, alielewa kile ambacho Joshua Motale eh, alikuwa anafanya, au pale ambapo Motale aliacha yeye alitakiwa yeah, kumalizia kwa namna gani. Kwa hiyo kwangu mimi, ukitazama performance ya Simba kwa ujumla wake jana, umemtaja hapo ushindani wake, no, ambaye alikuwa nyota wa mchezo. Ana, anaweza kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Timu ikiwa inataka kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, anakupa hicho kitu. Timu ikitaka ifike ile box ya timu pinzani kwa haraka au karibu zaidi, anaweza kukupa mpira mrefu. Amekuwa usaidizi mzuri sana kwa kile ambacho Matola amekuwa akiamini, lakini hata kwa msimu uliopita timu ilikuwa inacheza namna hiyo chini ya kocha Fadlu. Kwa maana ya walinzi wao wanapopanda, walinzi wakati wanatakiwa kusogea pembeni kuziba ale magepi wale walinzi wa pembeni mm, ili kutokuwa kuharibisha hatari nyingi sana kutokea pembeni kwenda katika eneo la katikati. Ameweza kufanya hiyo kazi vizuri kabisa. Hata kadi ya manjano ambayo amepewa ni mazingira kama ambayo alikuwa anaendelea kutokea. Kwa hiyo kwa hiyo, kwa mimi Simba wame yani wamecheza wameonyesha kwamba timu inataka kuweka mpira chini, kila kitu kinaonekana, isipokuwa ni swala zima tu la utulivu na muda kidogo wa kuelewa kitu gani ambacho pengine Matola anahitaji ama wanayemsubiria atakuja kudimandi kitu gani.